Aliandika kwa kalamu, lakini walimjibu kwa minyororo. Alizungumza lugha Gikuyu, lakini wakaona kosa la uhaini. Alipenda taifa lake kwa maandishi, hao wakaona ni kosa la kisiasa. Mr. and Mrs. were savagely Ngugi wa Thiong'o attacked in an hotel in Nairobi. Kutoka Kamiriithu hadi ughaibuni, kutoka gerezani hadi vitabu vilivyosoma duniani kote. Huyu ni Ngugi wa Thiong'o, mwandishi mpinzani, mpenda lugha na siasa lakini sasa ni marehemu historia haitomsahau je wewe utamsahau We very, very uh, no okay. mtazamaji wa historia fiche tv leo tunafungua ukurasa wa majonzi ukurasa mzito, ukurasa uliopigwa mihuri kwa machozi ya fasihi na kelele za mapambano. Ngugi wa Thiong'o. Ngugi wa Thiong'o, mwanasayansi wa maneno, mpiganaji wa kimya, mwenye silaha ya kalamu, ametoweka. Dunia imempoteza, lakini historia imepata sura mpya, sura ya mwanadamu aliyeandika kwa lugha ya mama pale wengine walihisi aibu. Huyu aliyeikosoa serikali akiwa bado ana pasipoti na akaishia kufungwa kwa mchezo wa jukwani. Huyu si mwandishi wa kawaida. Ngugi wa Thiong'o alikuwa mwalimu wa kutoti, na katika safari yake alitufundisha kuwa uhuru wa mtu huanza pale anapokumbatia lugha ya mwenyewe hata kama hiyo lugha haipo kwenye maktaba za wakoloni. Lakini sasa ametutoka, lakini swali linabaki: je, Ngugi alishinda au aliangamizwa na mfumo aliyoupinga? Leo kwenye Historia Fiche TV tunafungua ukurasa wa maisha ya Ngugi wa Thiong'o, kutoka Gikamuyu hadi California, kutoka kifungo hadi vitabu vilivyotafsiriwa duniani kote. Hiki ni kipindi maalum cha Historia Fiche TV. Historia ya mwana fasihi aliyekuwa zaidi ya maneno yake. Ngugi is a pioneer writer and thinker in the continent of Africa. Now he is gone broad. He is now one of the best Mwanzo wa historia ya hadithi ya Ngugi wa Thiong'o haujaandikwa kwenye maktaba za kifahari, haukuandikwa kwa Kiingereza wala Kifaransa. Uliandikwa ardhini, katika vumbi la kijiji cha Kamiriithu, eneo la Limuru, katikati mwa Kenya. Hapo ndipo historia ilimwekea alama ya kipekee. Tarehe tano Januari mwaka 1938, alizaliwa kwa jina James Ngugi, mwana wa nne kati ya ndugu ishirini na wanne katika familia ya wake wanne na hapo ndipo muktadha wa Kiafrika unakutana na maisha ya mkulima mnyenyekevu, katika enzi ya kabla ya uhuru, wakati nchi ilikuwa bado chini ya ukandamizaji, chini ya ukoloni wa Mwingereza no I... baba yake Thiong'o wandushu alikuwa mkulima wa kahawa mchapakazi, lakini mnyofu, mwenye nidhamu ya kijadi. Mama yake Ngugi wa Thiong'o yani Wanjiku, ndiye aliyemvuvia upendo wa elimu na maadili. Alimshika mkono hadi darasani, akamwambia kwa sauti ya tumaini, soma mwanangu, hata kama utatembea peku, lakini soma. Ngugi kwa kushika maneno yake, hakusoma tu, alimeza herufi kama mgeni mwenye njaa. Shule ya msingi ya Alliance High School ikawa lango la kwanza la kutazama dunia kwa jicho la msomi. Pale alianza kuandika insha zenye maneno yaliyokuwa kuliko umri wake. lakini hata alipokuwa darasani, milio ya mapambano nje ya madirisha ilimwita. Ilikuwa ni enzi ya Mau Mau, vita vya ukombozi. Ndugu zake wakapigana porini, baba yake akapoteza ardhi yake, na jamii ikagawanyika kati ya watifu na waasi na hapo ndipo Ngugi alipogundua kuwa fasihi si hadithi tu ni silaha elimu si cheti tu ni mwamko. My own countryman the renowned novelist Ngugi wa Thiong'o writes in an article The Politics of Self-Reliance he says that it would appear that when Africans raised a new flag the leaders of the day were mentally lynched they had ears but they could not hear they had eyes but they could not see and there is a sense in which ngugi was right because then coup d'etat started taking place in africa baada ya masomo yake ya alliance school ambapo alionekana kama kijana mwenye akili ya ajabu, Ngugi alipata nafasi ya kipekee huko. Akajiunga na Makerere University College mjini Kampala, Uganda. Hii haikuwa tu hatua ya kielimu, ilikuwa ndoto ya bara la Afrika ambalo lilikuwa linapata patapata kujinasua kutoka kwa minyororo ya ukoloni. Ndani ya ukumbi wa Makerere Ngugi wa Thiong'o alitembea huku akili ikimchemka. Aliandika tamthilia yake ya kwanza The Black Hermit, tamthilia ya kupambana na utengano, ukabila na dhuluma. Alikuwa bado kijana barobaro, lakini maneno yake yalilia kama baragumu ya mapambano. Katika miaka hiyo ya mwanzo ya chuo kikuu Makerere, dunia iliwazaa watu kama Ngugi katika mataifa tofauti tofauti. Kwa mfano, kule Marekani, James Baldwin aliandika dhidi ya ubaguzi. Kule Amerika ya Kusini, Gabriel Garcia Marquez aliandika realismo majisho kupaza sauti ya waliokandamizwa. Kule Afrika Magharibi, Chinua Achebe alilia kwa Things Fall Apart na kusimulia maporomoko ya jamii iliyosukumwa ukingoni na mkoloni. lakini Ngugi alikataa kuwa kivuli cha waandishi hawa. Hakutaka tu kusimulia, alitaka kulilia, kupigania na kufa kwa ajili ya anachosimulia. Aliporudi Kenya, alijiunga na chuo kikuu cha Nairobi ambako alisimama imara kutetea lugha za Kiafrika kufundishwa chuoni. Kwa wengine, ilikuwa hoja ya kitaaluma, lakini kwa Ngugi ilikuwa vita vya uhuru wa pili. Mwaka 1977 Nguge alifanya uamzi wa kihistoria, akaacha kuandika kwa lugha ya Kiingereza. Aliuwa jina lake la kikoloni James na kuzaliwa upya kama Ngugi wa Thiongo, jina la mama yake, jina la Gikuyu, jina lisilo na doa la mkoloni. Aliandika riwaya Devil on the Cross kwa lugha Gikuyu akiwa gerezani kwa kalamu ya kawaida kwenye karatasi za chooni. Hili halikuwa tukio la kawaida, ilikuwa ni hadithi ya Musa mpya wa Afrika aliyekuwa anavunja sheria za Malkia ili kuandika agano la watu wake na kwa hatua hiyo, Ngugi alijiweka kwenye nafasi ya nadra kabisa, kati ya waandishi wachache waliogeuza lugha kuwa silaha ya ukombozi, kama vile Frantz Fanon wa Martinique aliyeamini kuwa lugha ya mkoloni ni minyororo ya kisaikolojia. Lakini kwa Ngugi, ukombozi haukuwa tu katika maandishi, uliingia pia jukwani. Mwaka huo huo alishirikiana na wakazi wa kijiji cha Kamirithu, hao wakaandika tamthilia ya Ngaahika Ndenda, kwa maana nitakupenda milele. Hii ilizungumza kuhusu ukandamizaji wa jamii ya wanyonge. Serikali ya Moi haikuvumilia, Ngugi akatiwa nguvuni, akafungwa gerezani huko Kamiti bila mashtaka. Katika kuta za Kamiti, Ngugi wa Thiong'o hakuwa mfungwa wa kawaida. Aliandika, alisoma, alitafakari. Kwa yeye, ukuta haukuwa kizuizi, bali ulikuwa kiwanda cha mawazo. Aliandika kwa maneno yake, akasema, gereza linaweza kuninyang'anya uhuru wa mwili, lakini si wa akili na kama Nelson Mandela kule Robben Island gerezani, Ngugi alionyesha kuwa mpinzani anaponyang'anywa kila kitu hubaki na silaha moja tu: hadhi ya mtu huru kiroho akiwa bado anafungwa na kuteswa, dunia ilianza kumsikiliza. Wanafunzi walimwandikia barua, wasomi walimnukuu, waandishi walimpigia saluti. Aliitwa kwa kongamano moja baada ya jingine, lakini serikali ya Kenya ilimwona kama tishio la kisiasa badala ya hazina ya kitaifa. Hivi ndivyo wanavyowafanya Waafrika wenye akili pevu. Disunites us, what is not ours brings us together. Mm. You know, it's a kind of absurd. Baada ya kuachiliwa kutoka gerezani, vitisho vilizidi. Mwaka 1982 Ngugi alilazimika kuondoka nchini, alihamia London kule Marekani uhamishoni, hakuishi kama mkimbizi wa kawaida. Aliishi kama balozi wa fasihi ya Afrika. Alifundisha katika vyuo vikuu, vyuo kama vile The University of Yale, The University of NYU na baadaye University of Irvine. Lakini hata akiwa mbali, hakuweza kupoteza sauti ya Gikuyu. Aliandika vitabu kama Matigari, vilivyopigwa marufuku mara tu vilipowasili nchini Kenya. Aliendelea kupaza sauti ya Waafrika waliokandamizwa, huko akiwa kama mzee wa jamii katika kijiji cha dunia kama Wole Soyinka kule Nigeria, au Mahamud Darwish kule Palestine, Ngugi alijenga daraja kati ya fasihi na mapambano. Lakini yeye alienda zaidi, alitaka mabadiliko ya mfumo mzima wa fikra, lugha, elimu na siasa. Baada ya miongo miwili ya uhamisho, mwaka 2004, Ngugi wa Thiong'o alikanyaga ardhi ya Kenya kwa mara ya kwanza tena, tangu mwaka 1984. Uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta ulikubikwa na umati uliokuja kumsalimia, si tu kama mwandishi bali kama shujaa aliyetoka jangwani, kama vile Musa wa kisasa aliyetoka Misri na kubeba torati ya fikra. Lakini kama ilivyokuwa kwa Yesu aliporejea Nazareti, si wote waliompokea kwa furaha. Mwaka huo huo wa kurejea, familia yake ilishambuliwa na watu wasiojulikana. Ngugi na mkewe Njeri walijeruhiwa vibaya. Mkewe alibakwa, yeye akapigwa hadi kupoteza fahamu. Ilikuwa ni onyo. Kalamu yake bado ilikuwa na sumu kwa wakandamizaji wa mawazo, yani wakoloni mamboleo. Mr and Mrs Ngugi wa Thiong'o were savagely attacked in an hotel in Nairobi. The attack Mrs. Ngugi wa Thiong'o for a long time even right now she could still be having harboring the issue views that the organizer the person whom they had called from abroad whom they had told to organize for their accommodation and whatever who is a nephew to Ngugi's first wife had a lot to do with Ngugi hakuwahi kuwa mwanasiasa kwa jina, lakini mawazo yake yalikuwa maandiko ya kisiasa zaidi kuliko ilani za vyama. Katika miaka ya sabini na themanini Ngugi alikuwa sehemu ya kiini cha harakati za wanafunzi, wanaharakati na wanahabari waliopigana uhuru wa kweli, si uhuru wa bendera, bali wa Afrika, uhuru wa lugha na uhuru wa kujitambua. Katika Afrika Kusini alisomwa na wapinzani wa apartheid na kule Ghana, Nigeria na Senegali aliwahamasisha vijana kusoma lugha zao kule Haiti, Jamaika na Trinidad. Ngugi aliwasha moto wa kujitambua kwa wana wa diaspora. Ngugi alikuwa kama Paulo wa maandiko ya kisasa, akienda mji hadi mji, taifa hadi taifa, akifundisha kwamba ukombozi huanza kwenye neno. Kama vile Paulo alivyotumia barua, Ngugi alitumia insha zake kama Decolonizing the Mind kuibua mapinduzi ya ndani, kimya lakini hatari kwa mfumo. Ngugi hakuwa mwandishi tu, alikuwa mme, alikuwa baba, alikuwa ndugu, alikuwa jirani, alikuwa rafiki. Mkewe wa kwanza Nyambura na baadaye mkewe wa pili Njeri walikuwa nguzo muhimu katika maisha yake. Ngugi alikuwa na watoto saba, miongoni mwao Mukoma wa Ngugi ambaye naye ni mwandishi na profesa wa fasihi Mukoma alizungumzia mara kadhaa wa kadha, changamoto za kuwa mtoto wa mwandishi mkubwa, kwamba kivuli cha Ngugi kilikuwa kizito lakini pia chenye baraka. Familia yake haikuwa tu familia ya damu, ilikuwa ni familia ya kiroho. Watu wa fasihi waliompenda, wanafunzi waliomfuata na wasomi waliomnukuu. Miongoni mwa marafiki wake wa karibu walikuwamo Wole Soyinka wa Nigeria, mwandishi na mshindi wa tuzo ya Nobel; Ali Mazrui, msomi wa Kenya aliyemvulia kofia, na Chinua Achebe ambaye hakukubaliana naye daima, lakini alimwita nguzo ya Afrika. Ngugi wa Thiong'o alifariki Mei 28 mwaka 2025 katika hospitali moja huko California Marekani. Dunia imesitisha vitabu vyake kwa muda, si kwa kupiga marufuku, bali kwa mshangao. Maktaba zimenyamaza, vyuo vinakumbuka mihadhara yake, wanafunzi wamelia, kwani kalamu iliyoandika bila uoga hatimaye imenyamazishwa na muda. Lakini je, Ngugi amekufa kweli? Je, mtu anayesomwa miongoni mwa watu wengi baada ya kifo hufa? Je, Yesu hakuwahi kusema kuwa yule atakayeipoteza nafsi yake kwa ajili ya ukweli atakuwa ameipata? Kama vile Martin Luther King alivyokufa akiwa na ndoto, Ngugi amefariki akiwa na wazo kwamba Afrika inaweza kujieleza kwa sauti yake, kwa lugha yake, kwa kalamu yake. Hiyo ndoto bado hai. Kifo chake hakikuwa hitimisho, bali koma, koma ndefu kwenye sentensi ya kihistoria. Mpaka leo vitabu vya Ngugi vimesafiriwa kwa zaidi ya lugha 60. Vyuo vikuu huandika tasnifu juu yake. Wanafunzi wa Kongo, Sudan, Peru, India, Korea, Haiti na wengine wengi wanasoma kazi za Ngugi wa Thiong'o. Yeye ni mmoja wa wachache walioweza kuunganisha kijiji cha Afrika na dunia kwa herufi moja. Ngugi alikuwa si tu mwandishi wa Afrika, alikuwa mwandishi wa mwanadamu. Kazi yake ni sauti ya wale wasio na sauti, na kwa hilo historia haitamfuta kabisa. Jina lake la Ngugi wa Thiong'o linabaki si kwenye vitabu tu, bali kwenye fikra, ndoto na mapambano ya vizazi vijavyo. Ndugu mtazamaji wa Historia Fiche TV, tumetembea pamoja kwenye njia yenye miiba na maua. Tumepita misitu ya maandiko, milima ya mapambano, mabonde ya mateso, na hatimaye tumefika mwisho wa safari ya Ngugi wa Thiong'o. Lakini kikosi kinauliza, je, mwisho wa safari ya mtu ni mwisho wa fikra zake kweli je? Kifo kinaweza kumzika aliyeandika kwa damu ya ukombozi? Kama alivyoandika Ngugi wa Thiong'o akasema kalamu ni silaha, na kwa hakika kalamu ya Ngugi haijavunjika, bado inachora kwenye karatasi za mioyo yetu. Kama vile manabii wa kale walivyolia jangwani, Ngugi wa Thiong'o naye alilia katika jangwa la ukimya wa Kiafrika, na sauti yake bado inarindima kwenye bustani ya shule za vijijini, kwenye mihadhara ya vyuo vikuu, kwenye vinywa vya watoto wanaotamka kwa mara ya kwanza, mwalimu ni nani? Ngugi alikuwa zaidi ya mwandishi, alikuwa taa ya njia, mchongaji wa misingi, mlinzi wa hadhi ya mtu mweusi. Leo tunamlilia si kwa sababu ameondoka, bali kwa sababu alikuwa mwangaza wa nadra. Kwa niaba ya Historia Fiche TV tunasema Ngugi wa Thiong'o si hadithi iliyomalizika, ni mlango wa kuelekea Afrika inayojielewa. Tazama upya vitabu vyake, soma upya maneno yake, fufua upya ndoto zake, kwa sababu ndani ya kila ukurasa wa vitabu vya Ngugi wa Thiong'o kuna Afrika inayotaka kuishi. Ngugi is a pioneer writer and thinker in the continent of Africa. Now he's gone broad, he's now one of the best in the 21st century thinker and writer. Mimi ni mwandaaji wa makala haya Profesa Collins March na ninatamka kwa uchungu na fahari. Ngugi amefariki lakini Ngugi hajakufa. Hadi simulizi ijayo, usahau. Historia haifutiki, inangojea kusimuliwa tena.